Tunaichukulia kama ni siku ya furaha na siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kumaliza miaka mitano ya kuwatumikia wananchi kwa ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuelekeza tuweze kusoma ilani ya utekelezaji kila tunapopita, tuwaambie wananchi serikali yetu iliyopo madarakani imefanya nini kwa kipindi cha miaka mitano. Kwa hiyo kwa siku ya leo, nilivyosimama hapa mbele, sikuja kuomba kura wala, nilichokuja hapa ni kusoma ilani ya utekelezaji ya Chama Cha Mapinduzi kwa kipindi cha miaka mitano, na tunaambiwa kila tunapokwenda tuseme yaliyo mazuri na tuyapokee changamoto ambazo bado serikali haijafanya na pale itakapopata ridhaa tena miaka mitano mingine, basi tutatimiza yale ambayo hayajafanywa. Kwa hiyo ndugu zangu ambaye mmehudhuria mkutano huu, naomba tu niwaambieni tutatoa taarifa ilani ya utekelezaji kwa kipindi cha miaka mitano. Kwa hiyo tutakapokuwa tunaisoma ilani, basi uone kwamba serikali imefanya nini. Inawezekana wewe upo ukiwa unafanya biashara ukiwa mfanya kazi lakini pia unaweza usione kwamba serikali iliyopo madarakani imefanya nini. Kwa hiyo tutapita kila nyanja, tutapita elimu, barabara bara. kwa hiyo tutaona kila sehemu tumeguswa ama hatujaguswa. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba basi niwaletee taarifa ya ilani ya utekelezaji wa kata ya Kindai ishirini ishirini na tano kwa kipindi cha miaka mitano ishirini, ishirini na tano vikundi kumi na sita katika kata ya Kindai vimeweza kupata mikopo na vikundi kumi na sita hivyo, katika vikundi kumi na sita fedha ambazo mpaka nimesimama hapa mbele serikali iliyopo madarakani imeweza kutoa shiasi cha shilingi milioni hamsini na tano na laki tano kwa vikundi 16. Hizo ndo fedha taslimu ambazo zimeletwa katika kata ya Kindai, na vikundi hivyo vyote vimepewa na vingine vyote vimeweza kurejesha, na bado kuna vikundi vichache havikuweza kurejesha. Lakini baada ya serikali kufanya mabadiliko muundo mzima wa utoaji wa fedha za mikopo, vikundi vitatu vimeweza kukidhi vigezo na vimeweza kupewa fedha. Jumla ya fedha iliyotolewa ni milioni kumi na tatu katika vikundi vitatu. Kwa hiyo rai yangu kuwasisitiza wananchi kuhakikisha baada ya kufanyika mabadiliko ya utoaji wa mikopo, basi tunapaswa sasa kufata maelekezo kwa maafisa watendaji wa kata ili kuweza kujua ni taratibu gani zinazoweza kukidhi vigezo ili mikopo hii na nyinyi mweze kuipata. Naomba nitoe rai kwa vijana, vijana wahakikishe basi wanaigombania hii fursa, kwa sababu vijana wengi wanapoteza nafasi ya kupata mikopo, kwa sababu hawakizi vigezo. Basi ni wapongeze wakina mama, kwa sababu vikundi vingi ni wakina mama ndio wanaweza wanayepata mikopo katika vikundi 16 wakina mama ndio wameongoza kwa kupata mikopo wengi zaidi, na kiasi cha milioni hamsini na tano na laki tano wamepewa. Kwa hiyo naomba ni wapongeze wakina mama. Basi na vijana tuwe tuwe karibu na sisi tuhakishe tunapata mikopo. Ndugu zangu, naende kwenye sekta ya elimu. Ujenzi wa madarasa manne katika shule ya sekondari ya Kindai tulipokea fedha milioni 80, fedha kutoka serikali kuu, na ujenzi wa madarasa manne umekwisha kamilika na wanafunzi wamekwisha ingia madarasani na wanaendelea kusoma ujenzi wa darasa moja shule ya msingi shule ya sekondari Kindai tulipokea fedha milioni 25 fedha kutoka serikali kuu, fedha hizo zimetoka kwenye tozo na kazi hiyo imekwisha kamilika na darasa linatumika na wanafunzi wanasoma. Ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa katika shule ya sekondari ya Kindai tulipokea milioni 69 fedha kutoka serikali kuu na ujenzi umekwisha kamilika na watoto wanatumia ni makusanyo yetu katika kusa kukusanya, yani kukusanya fedha ndani ya halmashauri mkurugenzi, baada ya kuona amepata fedha, akaona katika gawio, akatoa milioni ishirini kwenda kukamilisha maabara ya Kindai. Lakini katika ukamilishaji wa maabara hiyo ya Kindai kumeonekana kuna upungufu wa fedha, na mkurugenzi ameridhia kiasi cha fedha kilichopungua atakamilisha, ili watoto wetu wanapokwenda kusoma wapate mafunzo ya, so ya sayansi kwa vitendo. Ndugu zangu, ujenzi wa matundu manane katika shule ya sekondari ya Kindai tulipokea fedha milioni 14 na laki nne fedha kutoka serikali kuu na vyoo hivyo vimekamilika na wanafunzi wanavitumia. Ndugu zangu, ujenzi wa madarasa mawili shule ya awali shule ya msingi Kindai na matundu sita ya vyoo na bembea za watoto, fedha tulizopokea ni milioni hamsini na tano, laki nane na elfu ishirini na nne fedha kutoka serikali kuu, na mpaka sasa hivi majengo haya yamekamilika na watoto katika shule ya ya awali wanasoma. Ukipita pale mtaona pembeni mwa shule ya, ya msingi Kindai, madarasa haya yamejengwa na bembea mtaiona, yako pembeni. Ujenzi wa barabara ya Kindai 0.2 kilometa kujenga mifereji na kujenga vivuko. Hii, hii nadhani mnaielewa barabara ambayo imejengwa na Tarura, kwa sababu kienda hapo mtaa Mahembe nadhani mtaona ile ile barabara ilikuwa mitaro na ikakuwa moram kwa upande wa pale ngambo, nadhani mtaona kuna kazi ilifanyika pale. Fedha iliyotumika ni milioni 133 laki 2 na elfu 55 fedha kutoka TARURA tozo ya mafuta, mradi umekwisha kamilika. Ununuzi wa viti vya plastiki kwa mitaa saba viti mia moja thelathini na tano kila mtaa tumevigawa viti, nimetumia kiasi cha shilingi milioni mbili laki sita na elfu arobaini na mbili fedha hizi zimetoka, nikisema zimetoka, nadhani mtaelewa kuma... kwamba kushirikiana na ODC pamoja na mimi mheshimiwa diwani tumetoa kila mitaa, wamepata viti na sisi tuna tunaamizwa kwamba hivi viti mvitumie vizuri, ili angalau viweze kuwasaidia kila mitaa mnapopata matukio yenu, sherehe na misiba. kwa hiyo tumeona tutoe hivyo viti na dhani mnaviona, na vinatumika kila mnapokwenda kwenye shughuli zenu za kijamii. upandaji wa miti, upandaji wa miti katika mitaa yote ya kata ya Kindai, fedha iliyotoka ni shilingi milioni mbili laki moja na thelathini na tisa tasafu na mkurugenzi. Miti yote imekwisha pandwa, basi ni wajibu wetu kuhakikisha tunaitunza. Ujenzi wa darasa moja shule ya msingi Kibaoni, tulipokea fedha milioni ishirini serikali kuu. Darasa limekwisha kamilika na kazi, wanafunzi wetu wanaendelea kusoma na kutumia darasa hilo ujenzi wa ofisi ya walimu shule ya msingi Kibaoni tulipokea fedha kutoka za mfuko wa jimbo, na mimi Mheshimiwa Diwani nikaongeza jumla. Tukatumia ujenzi wa ofisi ya walimu shilingi milioni tano 5 na laki nane, na ofisi imekwisha kamilika na walimu wanaitumia. Kwa hiyo ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami, nafikiri mtakuwa mashahidi, baadhi ya viongozi na waliitwa pale RC mission kwenda kuhakikisha kwamba mradi wa taktiki benki ya dunia umesainiwa na kazi, mkandarasi anatakiwa aanze kazi tarehe kumi na tano ambaye tuseme ni kesho katika mkataba ambaye umesainiwa, lakini ile kazi na package Package 1 na package 2, yaani na awamu mbili. Kwa hiyo katika phase ya kwanza sisi hatutakuwepo kwa sababu awamu ya kwanza wataanza kwenye jengo kwenye barabara ya kwenda ofisi ya halmashauri, soko la vitunguu na kujenga daraja Minga. Soko la vitunguu linajengwa kwa gorofa tatu, litakuwa na kiwango cha kimataifa na litakuwa lina uwezo wa kuweza kuweka vitunguu kwa chini na wafanyabiashara kupandisha kuuza vitunguu kwa juu. Kwa hiyo lina ghorofa tatu. Kwa hiyo kama wale ambao walikwenda kasikia uzinduzi wa kujenga soko la kimataifa la kisasa, basi wenzetu wa Minga watakuwa wamejengewa soko lao, watakuwa wamejengewa soko la kisasa. Hiyo ni fedha kutoka World Bank, na sisi kama wananchi wa Kindai tumebahatika kupata fedha za mradi wa World Bank. Barabara yetu ya lami itaanzia hapo Mount Meru itakuja itashuka mpaka shule ya ofisi ya CCM Kata, itakwenda mpaka kwenye msikiti ule wa kwa Rutunga, itakwenda ofisi ya Kata, hatimaye itazunguka itakwenda kuungana na barabara kuu itokaye Dodoma, lakini barabara hiyo itajengwa kwa kiwango cha lami na itafungwa taa za barabarani na kwamba eneo hili sasa litakuwa linawaka taa. Kwa hiyo, nyinyi ambaye mnafanya biashara humu ndani mtakuwa na uwezo wa kufanya biashara mpaka usiku, kwa sababu barabara sasa itakuwa ina lami na taa zitakuwepo. Kwa hiyo, mnaweza sasa tukaingia kwenye mabadiliko ya soko letu na hali ikawa tofauti na kama tulivyozoea. Kwa hiyo, naomba tuushukuru na tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anaendelea kuifanya na ameweza kututetea barabara ya lami lakini nichukue nafasi hii pia kumpongeza mkuu wa mkoa wa Singida ameweza kutuombea kupata tena kilomita 14 za lami ndani ya manispaa na tumeongezewa kutoka kilomita 10 kilomita 7.8 sasa tumeongezewa kilomita 14 sasa ukiangalia kimahesabu kilomita 14 ndani ya manispaa inawezekana mji mzima tukawa na barabara za lami kwa so, hiyo tuendelee kuwapongeza na kuendelea kumshukuru mkuu wa mkoa wa Singida. Ujenzi wa boma la darasa moja katika shule ya Kindai, shule ya msingi, walipokea fedha shilingi milioni saba laki sita na thelathini na moja. Fedha hizi ni mfuko wa jimbo na ruzuku toka serikali kuu. Upauaji wa darasa moja katika shule ya msingi Kindai, shilingi milioni tatu. Fedha zimetoka kwenye mfuko wa jimbo ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa Kibaoni shule ya msingi walipokea fedha kiasi cha shilingi milioni tisini na mbili Fedha toka, toka mradi wa wanaita wenyewe Boost ambaye ni, ni fedha za wafadhili, ambayo wanafadhili shule zetu za msingi. Kwa hiyo fedha hizi zimekuja milioni tisini na mbili zimejenga madarasa manne na madarasa haya yamekamilika, lakini pia tukapokea ujenzi wa matundu sita ya vyoo ine thamani ya shilingi milioni kumi na laki mbili, serikali kuu, mradi wa busti, na mradi huo umekamilika na vyoo vinatumika. Ujenzi wa ofisi ya serikali ya mtaa mtaa Mahembe. E, ujenzi wa ofisi imetumia kiasi cha shilingi milioni kumi na tatu laki mbili na sitini na tano na mia tano, mchango wa wananchi, Mheshimiwa diwani na mfuko wa jimbo. Ujenzi umekamilika kwa kiasi fulani, lakini bado hatujamalizia kwa kiwango cha kuweka madirisha na umeme lakini tumesema kwamba wakati tukiendelea na juhudi za kumalizia ofisi, wananchi ambao sio wema walikwenda pale wakaiba mlango na wakawa wameondoka nao. Lakini wakati jana tukifanya mkutano, niliona si busara nikimaliza likimaliza muda wangu wa miaka mitano, tumeweza kuwarudishia mlango, nimewanunulia mlango jana na tumewakabidhi jana mlango, na tukaomba basi jukumu lenu la kuulinda tena kwa mara nyingine. Ujenzi wa barabara ya juu kama mlivyomsikia mwenyekiti wa mtaa wa mtaa wa Munangi, amesema wao sasa hivi wana barabara ya juu. Sasa ukienda Kindai pale maziwa yetu mawili Singida, Munangi na Kindai, barabara ile ilikuwa iko chini, imenyanyuliwa imekuwa juu, imeweza kufungwa taa. Ukipita pale usiku unaona maisha yanabadilika, kama vile tuko Dar es Salaam, lakini tuko Singida imetumika kiasi cha fedha kilichotumika pale ni bilioni 1.9, fedha za Kitanzania, bilioni 1.9, fedha zimetoka serikali kuu, na ujenzi wa barabara hiyo imekamilika, na wananchi walikuwa wakipata adha ya kupita kwa kuvulishwa mitumbwi, sasa hakuna. Ndio barabara inafanya nini, inapitika. Ndugu zangu, kivuko cha chini katika shule ya msingi Kibaoni na Mahembe kulikuwa kuna tatizo kubwa sana watoto walikuwa wakivuka mara kwa mara, mlikuwa mashahidi, mnaona wanagongwa na magari, na mkaona mpaka kuna kipindi watu walifunga barabara wakachoma na matairi. Lakini baada ya serikali kusikia kilio hicho na kuwaomba sana, basi tukaletewa faida milioni mia tano sitini na nane kujenga kivuko cha chini, na kivuko hicho kimekamilika na watoto wetu sasa wanapita, hakuna tena ile adha ya kusema kwamba tunaingia kwenye mi kusema watoto wetu wamegongwa na gari, wapo watatokea, basi bahati mbaya, lakini watakuwa wamejitakia wenyewe kwa sababu wamekiwa sehemu salama ya kuvuka. Lakini katika kazi zote za ilani ya utekelezaji, serikali hii imeleta fedha jumla kuu. Kwa miaka mitano tumepokea fedha katika kata ya Kindai bilioni 3.1. Tumepokea fedha bilioni 3.1, kwa hiyo kwa kusema hayo ni lazima tumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa anayofanya na kuhakikisha kutuletea fedha kiasi kikubwa, lakini tuipongeze na serikali iliyopo madarakani kwa usimamizi mzuri wa miradi, kwa sababu kama tungikuwa hatuna viongozi makini kwenye kusimamia fedha hizi tungijikuta na sisi Kindai tunaambiwa kwamba fedha zilizopelekwa Kindai zimeingia katika migogoro. Lakini mpaka tunasimama hapa kutoa taarifa Hatuna mgogoro na mradi wowote katika fedha zilizoletwa na mheshimiwa rais. Kwa hiyo kama mheshimiwa diwani, nachukua fursa hii kumpongeza rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuhakikisha habagui wala hasemi ziende kwa nani. Fedha tunapewa kwa mgao ulio sawa na mahitaji tuliyoomba. Basi tuendelee kumwomba mheshimiwa rais Mwenyezi Mungu ampe afya njema na pale atakapoona Kindai ni njema, basi na sisi hatuongezei kaka keki haka tuendelee kukala pamoja. Ndugu zangu, katika changamoto, tuna uhaba mkubwa wa mitaro na barabara katika kata ya Kindai. Kwa hiyo tatizo hilo tunalo, wananchi, na hatujalimaliza kama ipasavyo. Serikali inaendelea kulifanyia kazi na pindi watakapopata fedha, basi tutaendelea kuhakikisha sehemu ambazo barabara hazijakamilika kwenye kata yetu ya Kindai basi tutaendelea kukamilisha. Upungufu wa vyumba vya nyumba ya walimu katika shule zetu mkurugenzi amelipokea, amesema watakapopata fedha basi wataleta kuhakikisha na walimu wanapata nyumba bora katika shule wanazoishi. Hakuna madampo, tatizo la madampo tatizo ni kubwa, lakini tumebadilika mfumo sasa, tunasema taka ziweke mbele, alafu gari zitapita kwa hiyo watachukua takataka. Kwa hiyo ukipeleka kwenye dampo, tumeona kwamba hiyo hiyo sasa, sasa tumeona teknolojia imepitwa. Kwa hiyo sasa hivi ni kuweka taka mbele, gari litapita kuzichukua. Upungufu wa walimu masomo ya sayansi kwa vitendo, basi hilo pia ni tatizo, mkurugenzi amelichukua, ameichukua na analifanyia kazi e, miundombinu katika maabara kama tulivyosema, tumepata moja, lakini tunaendelea kumwomba mkurugenzi atumalizie maabara vimba vingine baadhi ya vikundi vya ujasiriamali hawakupata mikopo. Kwa hiyo na wenyewe tunaomba basi, wale waliopata mikopo wao walimu wa kwamba kuwafundisha wapi mlipokosea, ili mjaze vizuri ili nanyewe mweze kupewa mikopo. Ndugu zangu, labda niwaambieni katika fedha ambazo tumezungumzia shilingi bilioni moja, bilioni 3.1 lakini kwa kipindi chetu cha mwaka jana 23 24 kata ya Kindai ilikusanya fedha kwa mwaka mzima shilingi milioni kumi na milioni kumi na saba. Sasa ukiangalia katika milioni kumi na saba alafu ukiangalia serikali imekuletea bilioni tatu pointi moja oj tunaona tunakuwa tuko mbali sana eh. Kwa hiyo kimapato bado Kindai tuko chini, lakini serikali haikuona ilo kwamba hawa tumewapelekea bilioni tatu, lakini wao wamekusanya milioni kumi na saba lakini serikali inasema maendeleo mahala popote. Sawa, ndugu zangu, basi mi baada ya kusema hayo